Bana la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi ndugu zangu wapendwa, wasikilizaji wa tv yetu, SJM TV inawakaribisha wote. Leo tuungane kuombea wagonjwa wetu. Tunafahamu ugonjwa sio kitu kizuri kwa mwanadamu, kwa sababu ugonjwa unatesa, kwa sababu ugonjwa unaumiza, ugonjwa unaleta mahangaiko ili basi tuweze kuendana vizuri, tuweze kuwasaidia hawa wagonjwa wetu, lazima tuwaombee, lazima tuwasaidie. Basi SJM TV, kuna tunasali sala maalum kwa ajili ya kuombea wagonjwa wetu. Ni njia nzuri ya kuonyesha upendo na msaada nasi tunakualika na mtazamaji msikilizaji wa TV yetu SJM TV uungane nasi katika kuombea wagonjwa. Msaada wetu kwa jina la Bwana aliyeumba mbingu na dunia. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwetu. Tuombe. E, Mungu Mwenyezi, katika majira haya na majaribu, tunaelekeza mioyo na mawazo yetu kwako. Tunakutukuza na kukushukuru kwa wema na huruma zako zilizo na kipimo. Leo tunakuomba utuonyeshe rehema zako kwa wagonjwa wetu. Tunaomba uwepo wako katika maisha yao. Ukawape faraja na nguvu katika nyakati hizi ngumu. Tafadhali nyosha mkono wako wa uponyaji. Ondoa maumivu yao na uwashe matumaini mapya ndani mwao. Tunawaleta ndugu zetu, wazazi, jamaa na marafiki na majirani zetu walio wagonjwa wakitafuta afya na nguvu, amani, furaha. Amini kuwa wewe ndiye mponyaji wa wetu, na tunaomba kwa imani ya dhati. Tunatumaini kwamba kwa neema yako watapata uponyaji na kurejea katika maisha yao ya kawaida Tusaidie kuwapa faraja na kuwasaidia, na kuwasaidia kwa njia zote tunazo. Tunaweka sala hii mikononi mwako, tukiamini kwamba wewe unatusikiliza na utatusaidia na kuwaponya wagonjwa wetu kutokana na mapenzi yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baraka yake Mungu Mwenyezi ishukie na kukaa kwa wagonjwa wetu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo, ni mimi Padri Stanislaus Njiku, ninaomba wote, kama unahitaji uhitaji wa pekee wa sala kutokana na hitaji lako, wasiliana na tv yetu SJM tv, watakupatia sala kutokana na hitaji lako. Tunakupenda, tunasema ubarikiwe pale ulipo. Na Mwenyezi Mungu endelea kuwa pamoja nawe.